Tukirejea hapa kaunti namba 47 ni kwamba shirika moja lisilo la kiserikali limebuni mbinu ya kutafutia vijana ajira kwa kuwafunza ujuzi wa kazi aina mbalimbali mbali, bila malipo kama njia mojawapo ya kusuluhisha tatizo la ukosefu wa kazi humu nchini. Mkurugenzi wa shirika hilo Abdala Sumba amesema kuwa mpaka sasa amefaulu kuwatafutia vijana zaidi ya mia tano kazi katika sekta ya ufundi wa magari, ususi, miongoni mwa kazi nyingine. Mafunzo hayo yalianzishwa Lang'ata, Umoja na Outering hapa Nairobi. target uh all sectors uh me mechanics within workshops uh mobile uh repairs uh pharmacies Uh, laboratory facilities all forms of uh, employment that you can talk of we are cutting across and we are seeing this thing uh, growing organically and it is something that will be able to unlock the crisis that we have in Kenya at the moment. Mostly naomba tu serikali tusaidia sika vijana wote tukua at least na kazi hata kazi mechanic watu wa rangi actually, kwa hii gara tunafanya, tuko wengi mechanic, engine, body, watu wa rangi. So mimi naomba tu serikali tusaidie actually vitu kama hivyo kwa vijana, kitu naweza waambia kwanza, wa develop interest. hii kazi ni mzuri sana, wasikuwe na negative attitude. Matarajio yangu ni kuwa mekanik mkubwa, hata ikiwezekana ni, nifungue kwa biashara juah msichana unajua venye alianza kazi akitoka NYS akikuja huko amekuja kama attachment, lakini tumempata huko, hawezi kwama huko, hawezi toka huko, akienda nini nyingine. Sasa akipata barua, tunangoja tu kama anaweza pata barua nyingine, juu already ako na barua. Akipata nyingine, tukipata mali nyingine, hata mimi nikipata sahii na, na mtuma huko aende afanye kazi huko.